Sijui wewe utaipa jina gani, lakini mimi nakwambia tu hii sio pikipiki, sio gari, sio bajaji, ila wewe sijui, unaweza kulipa jina gani, lakini linaitwa Micro Car. Kampuni ya Ufaransa ya EA Motion imefanikiwa kuzindua gari mpya ndogo aina ya microcar ikiwa na muundo mchanganyiko, yani muonekano wa pikipiki ikiwa na mfumo mdogo tu kama wa gari ikiwa na matairi manne, yani magurudumu hayo madogo madogo manne, ambapo itaweza kuachiwa mwaka 2026 nchini Ufaransa, lakini inapatikana kwa zaidi ya dola 230 tu ambapo kila mmoja ambaye ana uwezo wa kwenda kununua, lakini tunaita micro car ambapo inatumia umeme na ina uwezo wa kwenda Morogoro na kwenda Dar na, Morogoro ndani ya masaa manne mpaka matano. Itaanza kupatikana kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na sita.